Kuna binti mmoja ambaye alizaliwa na kulelewa na mama ambaye ni kichaa. Vichaa hawa, hawa wanaozunguka mabarabarani huko madamponi majalalani, kujitafutia riziki ya tumboni, ila uwezi kuamini alimlea mtoto wake kwa kumlisha vizuri mpaka ulipofika umri wa kwenda shule, na kwa bahati njema tena alibahatika kupata jirani mwema ambaye alimchukua binti yake na kuanza kumsomesha, ila shida sasa ilikuwa kumchukua mama yule binti na kukaa naye, kwani kila walipomfungia mama alikuwa anatoka na huko uko kuzurura na kuzururaga. Kila wakimfungia mama akai akatulia. Wakaona basi wamwache na maisha yake, ila Mungu alivyo wajabu. Sasa yule mama alikuwa kila siku usiku anaenda kwenye ile nyumba ambaye analelewa binti yake, anampelekea chakula na alikuwa akipeleka wanampokea wanakula vizuri, maisha yanaendelea. Miaka ikasonga, binti akakua mpaka ulipofika umri wa kwenda chuo, ndipo akaondoka nyumbani sasa na kwenda mikoani huko kusoma. Akamwacha mama yake sasa anatangatanga mtaani, kwani aliacha kwenda kwenye ile nyumba alikuwa kanakaa mtoto wake, kwani alijua mtoto wake hayupo. Mungu si wa peke yako bwana, yule binti huko chuo alibahatika kupata mchumba na msela akataka kabisa amalize mchezo aende akatoe posa na mali achukue jiko, maandalizi akaanza. Kweli bwana, wakafika nyumbani, lakini kabla hajaingia nyumbani, njiani, yule mama kichaa alikutana na mtoto wake na mzito kuliko maji. Anaingia tu mjini, anakutana na mama yake, mama anamfurahia mtoto wake, anamfuata huko, anamkumbatia. Mtoto anamkwepa mama yake. eh? mbaka msela anashangaa, vipi waifu mtu amekufurahia, alafu namkatalia yule dada? Akamwambia mme wake kwamba huyu mama huwaga tu nampa zawadi, ila ni kichaa, akili yake ipo vizuri, ndo maana ananipenda, sababu hiyo anajua na zawadi. Mshikaji akasema freshi, mbona zawadi zake hujambebea sasa? Mama akasema ah, wewe, acha tu, nilisahau. Basi wakaelekea nyumbani, kufika nyumbani, jamaa akawaona wakwe, akamalizana nao maswala ya posa mahali, akaondoka na mke wake, kajipatia jiko. Sasa cha ajabu tena Mshikaji akashtuka, mbona yule kichaa nimemwona tena kwenye nyumba ambako amekuwa mke wangu? akaona miezi ikaenda, siku ya harusi ikafika, sherehe kubwa, tunajua watu wasome, wameoana, dokta na injinia, pima usiguse, mjomba, watu wote wakubwa, wazito, wafahamu wewe wa serikali hii walikuwepo sherehe, ilifanyika. Katikati ya sherehe, sasa, binti alishtuka kumwona yule mama yake kichaa anaingia katikati ya shughuli, tena akiwa na mavazi yake yale yale ambayo anayavaaga. Binti akaogopa, akaona ehe, ukinunua tumbo usiogope nzi mama akafika, na alipofika, watu wametoa macho wanaangalia. Nini tena jamani hichi? Yule mama akatoa mfuko wa chakula akampa yule binti, binti akakataa, akataka kuupasa ule mfuko, huko anapiga makelele jamani, mumtoe kichaa huyu. Bwana harusi akaingilia kati akachukua ule mfuko kabla binti hajaupasa akaufungua, alafu akala kile chakula, watu wakatoa macho. He, bwana harusi kachanganyikiwa, hii nini tena? ali tu na kuchukua maiki na akasema, jamani, huyu ndo mama wa mke wangu, na huyu ndo mama mzaa chema na ndo atakuwa bibi wa watoto wangu. <coughs> Hey, ukumbi mzima ukataamaki tena, jamani nini hili? Binti naye jicho limemtoka, machozi anamtiririka. Mume wake akamgeukia na akamwambia, "Najua sana ni kwa sababu gani unanificha hili, lakini kaa ukijua nakupenda sana, mke wangu. Pia nampenda na mama yako kama anavyompenda mimi mama angu. Ulimwengu mzima utamuona mama huyu ni kichaa, lakini ndiyo wewe aliyekuzaa na kukufanya uwe hivyo ulivyo. Huwezi ukaamini mimi baba angu ni ana pesa nyingi, lakini aliniacha na kunitelekeza, hajui mpaka leo mimi niko wapi. Sasa nani ni kichaa kati ya baba aliyemtelekeza mtoto wake ama huyu mama ambaye mpaka leo anakuonyesha thamani kuwa anakujali kwa kukuletea chakula. Ukumbi mzima uliinuka kwa vifujo na vigelegele, watu wewe, we, nani kama mama. Binti alilia huku chozi linamtoka, akamfuata mama yake na kumkumbatia, akakaa mezani na alikula kile chakula chote alichomletea mama yake kikaisha. E binti selimunua utumbo unaanza